Hujui kuimba, unaimba vibaya sana, sauti yako haivutii. Maneno haya si mageni mjini, labda kwa mgeni jijini. Ukiwa kama mwimbaji na uko katika nafasi ya kujitafuta, maneno haya huenda umeshakutana nayo sehemu tofauti tofauti. Kitu ambacho leo nakuletea ni kitu muhimu sana kwako. Kuna watu huenda washatoa komenti ya kwamba hauimbi vizuri, hauna nafasi nzuri juu ya sauti yako na uimbaji wako kiujumla, lakini hawakwambii ni nini kinasababisha mpaka uimbe vibaya. Kuna kusogezea kwako vitu ambavyo usipokuwa navyo ukiwa kama mwimbaji vinaweza vikawa ni sababu ya wewe kufanya vibaya juu ya sauti yako na uimbaji wako kiujumla. Kitu cha kwanza ni kuto kuielewa sauti yako nikisema kuto kuielewa sauti yako, namaanisha kuanzia namna sauti yako inavyotakiwa kusikika, mipaka ya sauti yako, na nguvu iliyo katika sauti yako. Ni muhimu sana kujua katika eneo hili, linaweza likakusaidia kufanya kitu kitakachokuwa katika nafasi yako. Kitu kingine katika muziki, kuna misingi, kuna kanuni na kuna vitu ambavyo vinazalisha ulinganifu katika muziki. Kuna kitu kinaitwa key. Nafikiri kitu hiki pia si kigeni na ushai kuambiwa mara kadhaa. Ukiwa kama mwimbaji, ni muhimu sana kuhakikisha unakuwa una uwezo wa kusikiliza na kufuata kile ambacho kinapigwa, iwe kama ni beats, labda imetengenezwa studio, iwe gitaa, iwe kinanda, lazima uwe na sikio zuri zaidi ya kusikia key na kuweza kuishi katika hiyo key husika. Na usipokuwa na uwezo wa kuishi kwenye key, kuna vitu viwili vinaweza vikatokea katika uimbaji wako utajikuta ya kwa kwamba unaimba flat au unaimba sharp, kwa maana kwamba utakuwa unaimba chini ya rengo au utaimba juu ya lengo ya sehemu ambayo ulitakiwa kuimba. Kitu kingine unaweza ukawa upo katika uimbaji lakini haujui kitu gani ukikifanya kitaendana kulingana na aina yako ya sauti na mwonekano wako kiujumla. Hilo pia ni eneo muhimu, kwa sababu muziki, ni lazima ufanye kile ambacho unakiweza, unaendana nacho, ndipo utakapokuwa na uwezo wa kukifanya katika ufanisi na ubunifu mkubwa. Lakini vilevile kuna kitu kinaitwa tempo. Tempo huwa inatengeneza mapigo ya muziki, hata iwe ni producer, iwe ni mpiga kinanda, iwe mpiga gitaa, hata wewe mwimbaji ni muhimu sana kuweza kuelewa namna gani ukiwa unafanya uimbaji unatakiwa kuishi katika mapigo sahihi ya muziki. Kwa hiyo pia ni moja ya sehemu ambayo ukijua inaweza ikakusaidia uimbaji wako kuto kuwa wa makosa na mwisho kuepuka neno la kwamba haujui kuimba. Kitu kingine cha muhimu ni lazima ujue lugha gani unaitumia, lafudhi ya lugha yako ikoje, namna gani unatakiwa kuyatamka matamshi kulingana na aina ya muziki au lugha ambayo unahitaji kuimba. Kwa sababu unakuta sisi ni Watanzania na tunazungumza Kiswahili, lakini pia kuna muda tunaimba nyimbo za Kiingereza. the way Kiswahili kinavyotamkwa na Kiingereza kinavyotamkwa ni tofauti, kwa lazima ujue namna ya kuweza kutamka vizuri matamshi kulingana na lugha husika utakayoitumia katika wimbo wako. Kitu kingine ni muhimu sana kuweza kujua mifumo na aina ya sauti katika uimbaji. Hicho kinaweza kukusaidia kuto kuzalilika kwa maana ya kwamba utaimba sauti husika katika sehemu husika katika wimbo wako. Sio kila sehemu utaimba kwa shouting au kwa kupayuka au kwa kutoa sauti kubwa. Kuna sehemu nyingine inahitaji utulivu, kuna sehemu nyingine unatokea kuimba sauti za juu, kuna sehemu nyingine unatokea kuimba sauti za kichwa, kuna sehemu nyingine unatokea kuimba low notes, hizo sauti za chini kabisa. Kwa hiyo ni muhimu pia uweze kujua aina na mifumo ya sauti ambayo itakusaidia uimbaji wako kuwa katika kiwango kizuri na usahihi ambao utaepuka kuonyesha kwamba bado unajitafuta na haujui nini kinatakiwa kufanyika katika sauti yako na uimbaji wako kiujumla. Ikiwa ya kwamba unapitia changamoto ya watu kuto kupenda unachokifanya na kukupa komenti ya kwamba bado uimbi vizuri, unahitaji mazoezi, unahitaji muda kwenye mziki, unahitaji kujifunza ni nini unatakiwa kukifanya na kukaribisha sana Melkel Music Academy kwa ajili ya kutatua changamoto zako zilizokuwa katika sauti yako na uimbaji wako kiujumla. Tunapatikana Dar es Salaam, Kinondoni Studio, kwa wewe mwimbaji mwenye changamoto na haujui nini kinasababisha kila siku unaambiwa ufanye vizuri, na kukaribisha sana uweze kujua nafasi yako nini, tukifanye kwa ajili ya kuendelea kupata mwendelezo mzuri juu ya sauti yako na uimbaji wako kiujumla. It's me Melkel, asanteni sana na nawakaribisha wote.